Tanzania, Bwana wa majeshi atashinda. Itaenda hivi ni kama anashindwa, lakini ghafla Bwana atashinda, Bwana atatawala Tanzania. Hivyo ndio nilisikia sauti. Unajua Tanzania si kwetu ama Kenyan. So siwezi ropoka tu kitu ambaye sijasikia, no. Niliwaambia aje? Niliwaambia Tanzania watawekewa vikwazo wangapi, mnakumbuka nikisema? Sasa hivi tayari Marekani imeshaweka nini, kikwazo. Itaenda hivyo, inchi ingine nayo itaweka kikwazo. Nchi ingine naye itaweka kikwazo. Taifa ingine itaweka kikwazo. Dunia mzima. Na kulingana na mapenzi ya Mungu, Tanzania is not supposed to be limited. Tanzania haifai kuwa limited. Maana Mungu ameiita Tanzania, ameichagua Tanzania kwa ajili ya mataifa. Na leo mataifa yanaiwekea Tanzania vikwazo na vizuizi. Hii ni kusema kwamba hayo siyo mapenzi ya Mungu, ni kinyume na mapenzi ya Mungu. Kwa hiyo Bwana Jehova yawe atainuka Tanzania to fight for his will Because it is not the will of God Tanzania to be limited. Na Yona, yona wa Tanzania, kwa sababu Yona alipojificha ndani ya merikebu ya mashua ya meli, ile meli siku ile ilikwama, badala ya kuendelea na safari watu wakaanza kwenda hasara, kwa sababu walianza kutoa vitu nje kutupa, wakidhani uzito umeongezeka kwa meli, ndio maana kuna itilafu. Lakini ile meli haikuwa na mechanical problem kama vile Tanzania. Ilivyo Tanzania haina problem yoyote. Tanzania inapendwa na Mungu, lakini shida ni Yona. Lakini Mungu ameniambia niwaambie waziwazi, anakuja kumwondoa Yona, safari iendelee. Anakuja kumwondoa Yona, safari ifanye nini? Iendelee. Na kama unaamini ama uamini, Mungu atamtoa wait until the dead. Wait until the death, sababu Mungu aliniambia, Tanzania mwambie Tanzania ni mtumishi wangu, mwambie Tanzania nimemchagua pamoja na Kenya kwa ajili ya mataifa, kwa ajili ya nations. Ngoja niwaambie, Uganda inaweza achwa nyuma kidogo, lakini Kenya itaenda na Tanzania hivi. Kenya ikipaa hii, mnaita Singapore na nini na nini, Shhh. Haitaachana na Tanzania zinapaa zote. Kwa nini zimechaguliwa kwa wakati moja? Zimeitwa kwa wakati moja. Mungu anainua president Tanzania ambaye anafanana na president wenu. Amen. This nation Mungu anaenda kuinua a Christian president na yeye Mungu ndio ana sababu, mimi sijui sababu yake, yeye ndio ana sababu ya kuchagua na kukulete huyu mwanaume because saizi yule yuko ni mwanamke, lakini mimi naona mwanaume akichukua hiyo kiti, akipewa hiyo kiti. Na tunaiombea Tanzania, tunaibariki kwa jina la Yesu, sema Amen. Yona wa Tanzania anaenda kuwa out, anaenda kuuma nje. Inua mkono, sema wewe Yona, sema out! Bwana atatawala, atawale Tanzania mwambie Yesu yeye atawale, atawale Tanzania mwambie Yesu yeye atawale, atawale Tanzania mwambie Yesu yeye atawale atawali kule Morogoro machie machie Yesu yeye atawali atawali Watanzania machie Yesu yeye atawali ata Bendera, pamoja na kwamba inaenda kushuka inaenda kushuka nusu mlingoti lakini inaenda kupanda. Hii bendera inaenda kushushwa nusu mlingoti, kuna breaking news itajaa kwa maruninga. Sio ya Tanzania peke yake hata huko kwenu Kenya, Uganda Aljazira, CNN, BBC na nini. So itaenda kushushwa kupeperishwa nusu mlingoti, lakini itapanda tena. Wakati itapanda ndio mtauona utukufu wa Mungu. Sema shalom Tanzania, shalom, Tanzania. Yeah, this this one inaenda kushusha nusu mlingoti vile mlifanya juzi kwenu. Maana nilisema tu hapa ukiwa umekaa nikasema kutaenda kuwa na state funerals in East African countries Kenya, Tanzania na Uganda. Wengine wakaandika kwa comment, kwani nyinyi amuhubiriki wewe uja, kuja ukutane na Injili jo hii <laughs> tunasemaga tu um, tukirashia rashia, lakini Bwana atatawala Tanzania, sema amen. Nyoosheni mkono hapa, semeni kwa jina la Yesu, yona anayekwamisha Tanzania tunamng'oa, sema out. sema tena out. sema tena Out. Sema wewe, yona, unayekwamisha Tanzania sema out. Pigia Yesu makofi. Huyo ni mtumishi wa Mungu ambaye anajulikana kwa jina Lemo Tito ambaye amekuja na ujumbe mzito sana uh, kwa sababu ya Uh, taifa ya Tanzania alikuwa hapo awali alikuwa amezungumzia kwamba, na akatoa unabii kwamba Tanzania itapata vikwazo zaidi, na kwa kweli tulio, uh, wiki iliyopita tuliona kwamba, eh, Tanzania iliweza kuzuiliwa kufika ama, mtanzania wote kuweza kufika kule maeneo ya Marekani na alikuwa amesema kwamba Tanzania itakuwa na vikwazo, na kwa kweli unabii huo ushatimia, manake Tanzania sasa hivi wawezi wakafanya kitu chochote ma biashara yao na uh, Marekani haipo sawa sawa kabisa. Na alikuwa amesema kwamba mambo yatatokea mengi zaidi, na kwa kweli, e, mengine yametokea, mengine bado tutatuma jicho tuone kama yatatokea, lakini kile ambacho ama ujumbe ambao amerudi, amerudi nao ni kwamba Tanzania mwaka ujao mwaka wa elfu mbili ishirini na sita pale amesema kwamba e, mambo huenda kule yakabadilika, mambo huenda yakawa uh, tofauti e, kidogo uh, kutokana na kile ambacho kilifanyika tarehe ishirini na tisa pale mwaka wa 2025, e, tarehe, uh, ama wa ama mwezi wa Oktoba pale. Kwa hiyo amesema kwamba Watanzania wazidi kuomba na wazidi kuwasilisha maombi yao kwa Mungu na kuiombea taifa ya Tanzania akidai kwamba E, mazuri yaja ya, akidai ameonyeshwa kwenye ndoto ama wakati ambapo alikuwa amelala, Mungu amemwonyesha na akamwambia kwamba e, kesho ya Tanzania e, itang'aa tena zaidi kuliko vile ilivyokuwa. Kumbuka e, Tanzania kwa wakati wa kwanza tulishuhudia maandamano ambayo e, ni kitu ambacho kilionekana e, tofauti sana maanake Tanzania haijazoewa E, katika masuala kama hayo katika taifa ama katika mataifa yote ya Afrika mzima. Kwa hiyo Tito Lemo amekuja na ujumbe ambao ndo huo sasa ameusema, na ukimwangalia ameshika, ame, ame akitambaa e, na pia bendera ya ambayo imechorwa e, ile na rangi za Tanzania, kumaanisha kwamba ni upendo ambao anaonyesha kule Tanzania. Amesema kwamba yeye si ni Tanzania lakini yee ni Mkenya na anazungumza yale ambayo ameonyeshwa. Kwa hiyo make sure una subscribe ili tuzidi kusonga mbele.